Mambo vipi mtazamaji wa Nexus TV? Karibu kwenye Jikwamue. Jina langu ni Jamila Dinani. Kama ilivyo ada, tunaendelea kumwangazia mwanamke katika harakati zake mbalimbali za utafutaji, na leo katika Jikwamue nipo na mwanamke ambaye ni mtunzo wa vitabu na msomi mzuri sana kwao. Tutakwenda kupiga naye nice story kuweza kujua kazi zake alizozifanya, lakini pia tutakwenda kusikia faida gani utapata pindi utakapokuwa msomaji wa vitabu. Nikushauri tu kuwa nami mwanzo mpaka mwisho, lakini pia nikukumbushe usisahau kusubscribe YouTube channel yetu kwa jina la Nexus TV TZ, lakini kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok pamoja na X tunapatikana kwa jina la Nexus TV TZ. Karibu. Habari sana, Jamira. Mzima. Mzima, habari njema sana ya mfungo. Ah, mfungo tunaendelea nao alhamdulillah. Vipi kazi <laughs> <Laya>. <laughs> Kazi nakwenda vizuri, pia nashukuru Yes. Na kwa faida ya mtazamaji Naam. ukituelezea kidogo historia yako. Wewe ni nani? umesoma wapi? Na lakini pia umetokea mkoa gani? Okay. k anaitwa Venita Mwita, nikishasema Mwita tu inaeleza mkoa niliyotoka, yeah. Mara <laughs> Roria. <Yeah. laughs> Yes, kwa watu wazuri na watu wapenda amani huko, yeah. yeah, na elimu nimesoma mm, Arusha Institute of Accountancy IAA IA, tunaita mm, MBA. Nimefanya MBA Business Management mm -hmm. yeah. Umesomea masomo ya biashara, lakini sana umebezi kwenye masuala ya utunzi mhm mm -hmm. Nini hasa nilifanya mm huko -hmm. <laughs> Ujue um, biashara utunzi ni utunzi wa biashara ni, okay. <laughs> ni pesa pia ama tunaweza kusema kipaji ni biashara, ni mtaji pia. Lakini ni kweli kama nimesoma masomo ya biashara na, na nafanya utunzi so, ninafanya biashara pia, alafu utunzi wa vitabu ama kusoma vitabu ni out of passion yani, ni, ni kitu napenda, ni, ni, ni, ni, na, na kutunga tunga ninaweza kusema ni karama ya, ya, ya uandishi, sikusomea popote hicho yeah, kitu imekuja tu hivyo naweza kusema tu ni kipaji kama vipaji vingine. mm -hmm. na kupenda kusoma ni ni, ni passion mm -hmm. ni, ni, ni, na upenzi huo mm -hmm. kupenda kusoma mm -hmm. na mtunzi mzuri ni yule anayesoma kazi za wenzake ili kuweza kujinoa zaidi na kupata maarifa zaidi pia na, na, na, kuweza kujiendeleza. Na uligunduaje talent yako ya uandishi, kama wewe unajua kabisa mimi naandika kitabu hivi? Uligundua mm -hmm. tangia huko mtoto au uligundua ukubwani? Mm, kuhusu kabisa ile kugundua, naweza kusema niligundua nikiwa mkubwa kwamba naweza kuandika yes. lakini kwanzia labda utotoni, tuseme teenager, ule umri wa teen, hapo wa wakati mm -hmm, nasoma um, hasa olevo mm -hmm, Loreto Girls Secondary School Nyakato Mwanza, yeah. tukiwa na Sister Pauline, tulizoea kumita bibi, mm -hmm, tulikuwa tukifanya sana poems. Uh, uh, uh, ushairi ushairi, tulikuwa tukifanya tukisoma vitabu sana, na tulikuwa tukifanya maigizo. Nimeigiza sana, sikuendeleza labda upande huo, lakini nimeigiza sana maigizo mbalimbali tukiwa shuleni, na nimesoma sana poems na nimeandika poems zingine pia. Nikiwa shule niliandika script za maigizo mengine tukiwa shule. So baada ya kutoka hapo nikaendelea tu kwamba napenda kusoma story books na napenda pia kuandika hiyo so, kujua kabisa naweza kuandika, nilianza tu kuandika afu nikaona naandika. Kwa hiyo hata hata siwezi kukuambia ilianza tarehe kumi mwezi wa nne au tarehe ngapi, lakini ilitokea hivyo, ila tu naweza kusema sehemu kubwa ambayo ilinijenga ili sana kwa upande huo wa kuandika na kusoma ni Loreto oreto, nilikosoma undergraduate, nilikosoma olevo. Yes, na story yako ya kwanza ulitunga ilikuwa na usoni? story yangu ya kwanza kabisa kuitunga, ya kwanza hiyo, hata sijaitoa popote bado, ilikuwa tu inahusu ina my African dad, yani baba yangu wa kiafrika naweza kusema. mm -hmm. Nika najaribu tu kuonesha ku, ku, unajua yale maisha yetu ya kiasili sasa. yes, mimi nimeshakwambia jina langu nimuita, kwa hiyo huko nilikotoka, nilikopita pita afu nimekaa sana pia Usukumani, kwa hiyo naweza kuangalia um, tamaduni za watu wa Kanda ya Ziwa alafu na tukiangalia hata kwenye maigizo enzi hizo unajua, eh, uh, Hollywood yetu ilikuwa ni Nigerian movies. Kwa hiyo hata ukiangalia kwenye Nigerian movies, yani ile tu mahusiano ya baba na watoto wake kwamba baba akiwepo nyie ndio yani, sio sio rafiki sio, ni nimeandika hiyo story ambayo kwa kweli haijai kuisha mpaka leo yani <laughs> lakini um, baada ya hapo ni, ni kuja kuandika hadithi zingine kisha zile nilizotunga, nitu wahi kutunga ushairi pia, hata nikaupeleka wakati Mheshimiwa Jakaya Kikwete ana, anagombea kwa mara ya kwanza yeah. Singa ushairi uh, nichukua lile jina lake Kikwete nikalitengenezea maana. Mm, nakumbuka nikalipeleka makao makuu ya CCM hizo hizo <muchilis> kwa toka Benjamin Mkapa na kingenda so, nikalipeleka wakapenda sana, waka nambiambia pesa. Nadhani baadaye tulipotezana na na, na mawasiliano ma, na, nini so ni vitu ambavyo ni kufanya vipo ni document lakini nimeandika hadithi ya kwanza ambayo naweza kusema sasa, hiyo nilitoa sasa kwenye public kwa maana ya kuhusisha mitandao mm -hmm. ya kijamii, inaitwa Kosa Langu, ambayo mm -hmm. ni hadithi ya mtoto anasimulia mwenyewe, yaani anaitwa Paul ambaye alifiwa na wazazi wake akiwa katika umri mdogo sana, na kama ilivyo tuada, ilivyo kawaida, akatafuta ndugu hapa na pale ya kupata msaada aliotaka, akalelewa na mtaa mtaa, unajua kulea mtaa ulimlea ukampiga na mawimbi ya kumtosha, lakini mwisho wa siku Paul akaibuka, uh, siwezi kusema mshindi, lakini akaweza kufikia ndoto zake, lakini katika mazingira ambayo yeye mwenyewe hakujua atapitaje, lakini basi mtaa ulimpitisha mpaka akaweza kufika huko, baadaye akapata ndugu zake na maisha yake akaweza kuendelea vizuri. Hiyo ni hadithi yangu ya kwanza kabisa ambayo nategemea kitabu chake kitatoka hivi karibuni. Halafu baada ya hapo nitasonga nikatunga nyingine, nyingine na nyingine ambayo nimeiandika muda si mrefu, haijaenda kwenye haija kitabu bado, inaitwa mimba ya IGP. Kwa hiyo <laughs> usiniambia IGP, la, ni hii tunaitwa mimba ya IGP hey. Yeah, hivyo vitabu unavyovitua nini, unavyoviandika na hizo story unazozitunga, sina relate kwenye nini, kuhusiana na maisha yako? Um, kwa kweli kwa hadithi ambazo nimeshatunga mpaka sasa hivi hazina uhusiano wa moja kwa moja na maisha yangu mimi binafsi ya uhalisia. Ni inatokea tu, inakuja wazo, linakuja unakuwa na kikao kichwani, kwa wazo linakuja na lijadili mwenyewe kichwani, alafu naona mbona inaweza kuwa hadithi nzuri toka hapo unaiweka kwenye karatasi. Sasa kwa sehemu moja ama nyingine, unaweza ukaipitisha ukajikuta unaipitisha kwenye maisha yako kwe ya uhalisia yani, vile unavyoandika sasa. Lakini sio kwamba hadithi imekuja kwa sababu labda nimepitia changamoto fulani ndio maana nimeandika hivi. Hapana, inakuja tu kama wazo, alafu sasa kwenye kucheza na lugha ile, kwenye kucheza na uandishi ndio unaweza ukajikuta unaandika hiyo swali ngumu kidogo ni <laughs> ngumu kusema, wiki moja, wiki mbili, mwezi, huwa inategemea, ina na hamu ya kuandika inapokuja hmm. na ule ubizi uko kiasi gani na dithi ni ndefu kiasi gani. Kwa hiyo mtu anaweza kuandika ndani ya mwezi, ndani ya wiki, mtu anaweza kuandika ndani ya wiki mbili, ndani ya miezi mitatu, inategemea. hmm. hmm. Kupitia vitabu hivyo vyote unavyosoma, una ni mtunzi gani ambaye anakuvutia sana? Uh, sasa katika kila kitabu huwa inategemea na maudhui. Kwa mm hiyo -hmm. Huwezi ukasema mtunzi fulani peke yake. Mm -hmm. Lakini ukija kwa mfano kwenye vitabu e, ambavyo ama kuandika stories za mapenzi. Mm -hmm. Mimi LJ James anavutia <laughs> sana. Uh, huyu ameandika 50 shades. Uh, 50 shades of, yani ana asili zake. Ziko tatu hizo 50 shades of, uh, kuna hiyo Grey ambayo ni cha kwanza, daka na mm -hmm. so ameandika sana LG James kuhusu mapenzi, maisha ya kawaida, yani ya kila siku, ya mahusiano ya uhalisia wake, japo ndio tunasema kwamba mapenzi sio kama kwenye movie yeah. Lakini <laughs> ukikisoma hiki kitabu yani unaona kama unaweza ukajiuliza hivi <laughs> mimi kweli niko kwenye mahusiano au siko. Lakini ni mtu ambaye anakupanua sana u, u, uwezo na kwenye utunzi wa sema kama literature, yani stories zinazoonyesha as maisha yetu ya Kiafrika kwa ukubwa wake kuna wakongwe kama kina Chinua Achebe Things Fall Apart. Hii ni hii ni ni kitabu yaani, uh, tuseme Things Fall Apart na ndio story ambayo imesomwa sana ma ambayo najua kwa sababu tumefanyia pia mm -hmm. eh, mitihani shule na ndio kitabu vya Chinua Achebe, lakini ni stories zinazoonyesha. Kwa hiyo kuna kama huyu, kuna Ngugi wa Thiong'o aliandika mm -hmm. The River Between. Ni waandishi ambao wanakufikirisha sana, yaani unafikiria sana. Lakini hapa kwetu kuna Shaaban Robert ambaye ni mwandishi anayeishi Yani mwenyewe hayupo lakini kazi zake zinaishi mpaka kesho, mpaka kesho kutwa. Tuna kina Adam Shafida Adam, wewe ukimuona Adam ni kwa, hata ukija kusoma hadithi yangu mimi me, nimeiandika kabla sijamsoma uh, Shafi, lakini wakati editor wangu anaanza kupitia kazi yangu ku, ku, ku kuinyosha, kuiweka sawa, ananiambia hebu kamsome mtoto wa mama, yani ambayo ya ndio tuseme jina la kitabu Mtoto wa Mama cha Shafi sasa kwenda kusoma hiki kitabu, unaona kabisa yes, hata katika hadithi yangu kuna mapengo ya ku, ya kuyafunika kwa mm-hmm. Lakini ukitaka kusoma kitabu ambacho kinakusimua na kuku na kukushtua na kupa, unaweza kumsoma um, Hussein Tuwa ambaye pia na vitabu vilivyo som, vilivyosoma mashuleni kusoma mashuleni, lakini ni mtunzi wa hadithi ambazo zinafikirisha. Mpaka unajiuliza wewe tu alikuwa anawaza nini hapa? Mm-hmm the way anaanza kumjenga uh, mtu wake mpaka inafikia ile hadithi mpaka inafikia mwisho unajiuliza, kwani tu alikuwa anafikiria nini hapa? Mzee wa taharuki tunamuita, mzee wa taharuki. Lakini kuna kina Afadhi Mtanga, kina kina Maundu, kama Maundu. Unajua, ukimsoma na ukimwangalia na ukikutana naye na ukiongea naye unajiuliza, kwa jamaa vipi? Lakini ukishika kitabu chake, kwani huyu ndio yule yule ndio anapiga naye story jana? Hapo unamuona yes. Kwa hiyo kuna jinsi ambavyo unasoma kitabu na kina kina kufunza, ama unampenda mtu fulani kulingana na grupu, grupu gani unasoma. Kwa hiyo hata tunapokuja kwenye hivi inspiration books unakuja kukutana kama na Joseph Murphy, yani ni kitabu ambacho ukikisoma huwezi kumaliza kukisoma. Kina Pepe Mihambo uh, be inspired before you expire. Kwa hiyo huwa inategemea na unasoma kitabu gani. Lakini kama ambavyo pia nimesema mimi na nifanya biashara pia, nimesoma biashara. Kuna vitabu vingine academics ambavyo tunasoma pia. Kwa nje ya kwa tunatunga vitabu, tunasoma pia academics books, professional books kwa ajili ya kuweza kujiendeleza pia zaidi katika upande huo wa wa, wa biashara, na kwa kwenda unaweza kukuta na ma encyclopedia, management books, organization behavior books ya na kama hivyo. Na kwa siku unaweza ukasoma kita, kitabu kizima au una, unaweza kutumia baadhi tu ya kurasa Um, kwa siku moja inategemea kama kitabu ni kidogo sana. <laughs> siku moja hasa kiwe kina- siku moja nakimaliza, halafu unaweza ukakisoma siku moja ukakimaliza kama ni kidogo, lakini kama ni kikubwa. Kwa watunzi, uyu, uyu, kwa kwa mfano watunzi kitabu chake ni kidogo yani kwa hata kwa kukiangalia, lakini hiki kitabu huwezi ukakisoma siku moja ukakimaliza. Sarafu ya Gavana ni kitabu ambacho lazima, kwa sababu ni hadithi inayokuvuta kwa utajikuta kwa siku unaweza kusoma kurasa 20, 15, 30, 15. Kama una spidi sana 50. Sababu pia kumbuka, sio kwamba ni siku umekaa tu unasoma. Ni unafanya vitu vingine pia. Kwa hiyo ile muda wako wa ziada unamtenga, walau masaa mawili sio unasoma kitabu. Kwa hiyo unashika kitabu na kusoma. Kwa hiyo kwenye unaweza kusoma kitabu ndani ya muda gani inategemea na ukubwa wa kitabu, ukubwa wa story, sisimko wa story na kufanya pia unakuwa na spidi fulani. Ulishawahi kupitisha siku nzima bila kusoma kitabu? Mm, kabisa. Huo <laughs> uzembe upo. Huo <laughs> uzembe upo kama vile ambavyo kuna saa unapitisha siku nzima bila kusali ndio, alafu nafikiri eh, hey, Mungu wangu vile hata nimesali hata mara moja. Alafu <laughs> niuliza kwa nini sisali? Yaani kwa nini sisali? Hata kuwa hai ni, ni, ni, ni muujiza. Kwa hiyo kuna siku inapita. Si siku, siku kadhaa zinapita nishika kabisa kitabu kusoma. Huwa inatokea kulingana na sasa mazingira ya kazi, mazingira ya biashara, uko uko umebanwa na vitu ni, ni vipesa na kusoma hasa ukiwa safarini, kwa sababu muda mwingi maana yake uko kwenye ndege, uko kwenye kwenye basi au uko kwenye gari, kama sio wewe unayeendesha kile chombo, ni vipesa na kusoma kitabu. Lakini kwa hizi shughuli zetu zingine za kukimbilia daladala na kuwahi kule na kufanya nini, kuna wakati usomi kabisa, siku nzima ama siku kadhaa nzima. Lakini walau ndani ya wiki tunasema usome walau wataku saa mbili ili uweze kupata Um, kitu fulani, na kuna wakati unasoma kitabu kimoja wiki mbili, sio kwa sababu unasoma ukimalize, kuna vitu unaandika kuna vitu unatafuta, labda kwa ajili ya kufanya presentation fulani, alafu kile ukiconnect hizo dots haziko, unajikuta unakaa na kitabu kimoja kwa muda mrefu kutokana na teknolojia tuliyokuwa nayo sasa hivi. Ndiyo. Tuna simulizi nyingi sana tunazisikia kwenye maredio, kwenye matelevisheni sasa, kutokana na Watanzania wamekuwa wavivu sana kwenye maswala ya kwenye maswala ya kusoma mm. Na we ni mwandishi mm -hmm. Kwa hiyo utafanyaje kazi zako ili ziweze mm -hmm. kuwafikia kiurahisi, na watu wapate ile hamu ya kusema kwamba naingia kwenye kusoma eh, naingia kwenye kusoma walau kusoma kwa kusikiliza eh, walau ikishindika eh, eh. Um, swali zuri. hmm. Katika ulimwengu wa kusoma umegawanyika ume kuna watu ambao tunapenda vitabu mimi na, uh, hiyo bookshelf lakini, mimi na, yani mimi ni wale watu wa kitabu, my physical book yeah. <laughs> Nataka kitabu, lakini kuna watu wengine wanaweza kufanya audio, kwa hiyo anasikiliza tu yeye yeah, anasikiliza story yake kama eh, Pocket FM, unajua tu kwa watu wengi tunasikiliza Saving Nora kwa mfano, kwa ni, ni, ni audio tunaiweka, unaiplay, unasikiliza, halafu kuna mwingine ambaye anaweza kusoma kitabu kwa simu au kompyuta kwa amekaa tu na kitabu chake hapa, anasoma na scroll, anasoma, tunatofautiana. Kwa hiyo hata sisi watunzi pia tunaenda na mabadiliko haya ya teknolojia, sababu huwezi ukang'ang'ania kusema kwamba nitakuwa tu na physical book mimi, nawalenga wanaosoma physical book. Kuna mwingine huu sio ulimwengu wake, yeye anataka mm -hmm, aingie hata kama unauza anunue, asome, amalize, amemaliza kwa hiyo hawa wote tutawafikia kutokana na teknolojia. Tuna watu wengi Elite Book, book store, anafanya hizo online books sasa hivi. Tuna Get Value ambayo hizo zote ni za Tanzania. Get Value unakutana na vitabu vingi kule kwenye hiyo app, unaweza kusoma pia kwa. Hata mimi nitaupload vitabu vyangu katika hizo apps zinazopatikana ambazo ni genuine apps, mtu anaweza kaingia akaenda kasoma, kwa yule ambaye yuko tayari kwa. Lakini tunavyozidi kuendelea, hata vitabu vyangu naweza kuviweka kwenye audio pia kwa yule ambaye hataki kusoma, anataka kusikiliza, anasikiliza story yote lakini ikisimuliwa, anaweza kusikiliza mm. Yani yeah. Kuna mtu anatamani na yeye awe mwandishi mm. Bora anajiuliza, nitafanya nini ili nami niweze kuingia katika ule mfumo wa waandishi bora, vitu gani anatakiwa zingatie? Kwa kweli, kitu cha kwanza awe tuna hicho kipaji au hiyo passion mm -hmm. ya kuandika Sababu hicho ndio kitu cha kwanza. Huku kwenye kuandika ni tofauti kidogo, na kama unaandika academic academic books ama academic academic books ziko straightforward. Kwa mimi naweza sasa hivi nikaanza kuandika kitabu cha biology topic tu moja kuhusu biology, kwa nitafanya research, nitaenda kuandika. Hiyo ni tofauti. Hizi story books ni ni kipaji chake tu awe nacho, za kisha kuwa nacho hicho, ndio akiweke kwenye uhalisia. Kwa hiyo sio lazima awe ana laptop hivi kama mimi, anaweza kaanza.